Halo wakulima wa Tanzania. Aa, kwa majina naitwa Paul Samson Mazigo. Aa, nipo uh, Dar es Salaam kwenye viwanja vya Saba Saba kama unavyoweza kuona hapa nyuma yangu, kuna vipando vya mahindi, lakini upande wangu wa kulia kuna alizeti na mbele yangu kule nitawaonyesha baadaye kuna uh, vipando vya mboga mboga. Tupo hapa Saba Saba tunajiandaa, ninawakaribisha sidi kwa wakulima wote mje mjionee maajabu ya Saba Saba. kama unavyoweza kuona uh, mali zetu yetu inaitwa LG unaiona Dar es Salaam ilivyofanya vizuri, ni fupi lakini ina kichwa kikubwa. Unaweza kuona pia tuna mahindi hapa, tuna mahindi aina mbalimbali kama unavyoweza kuona kwenye plot yetu ya Seedco. Kwa hiyo wakulima, wakati wa saba saba, karibuni Seedco, mje mtembelee vipande vyetu. Tuna mahindi mengine haya hapa, tuna mahindi mengine haya hapa, lakini hatujakomea kwenye mazao ya nafaka tu, tuko na mboga mboga pia ambazo ni hizo hapa, kama unavyoweza kuona tuna nyanya Ha, tuna matango ambayo bado yanaendelea kukua, aina mbili za nyanya eh, hapa kama unavyoona. Karibu Seedco ujipatie elimu ya kilimo bora. Hata kama huko Dar es Salaam unaweza kulima vizuri kama sisi tulivyolima hapa. Pilipili hoho zimefanya vizuri, kuna vitunguu. Kwa hiyo wakulima wote ninawakaribisha saba saba, karibuni katika banda la Seedco mjifunze kilimo bora na mpate mavuno bora.